Kwa jina anaitwa Shabani Matwebe, ndo mwenyekiti wa Online Media Tanzania. Kitu kikubwa alichokizungumza bwana Makonda jana, kitu ambacho vijana wengi waliojiajiri online media wamekifurahia na wamekipokea kwa moyo mkunjufu ni swala la mikopo ya vifaa. Tunampongeza kwa hili, kwa hatua na uthubutu wa kusema kwamba anakwenda kupambana kutafuta zaidi ya bilioni mbili ili kuja kuwakopesha vijana apate vifaa. Ni kweli vijana wengi wanaofanya online media wanatumia simu, hawana laptopu, hawana ofisi. Kwa hiyo yeye kuchukua hatua hii ni hatua ya kwanza, ambaye ataacha legacy kwenye online media, na hii ndio sifa ya Makonda. Of course hatumsifii sana ila ni mtu ambaye anapenda akikaa sehemu kuacha alama, na kitu hiki tunamwombea, pambane kadri ya uwezo wake, ili aje aache alama kwa vijana hawa. Kwa sababu hakuna namna nyingine ya kuachia alama hawa vijana zaidi ya kuwawezesha hapa walipo na kwenda mbele lakini la pili, kazi ambayo tunampa tena nyingine Makonda kwa sababu yeye tunamjua kama ni mpambanaji na ni kijana anafahamu muhimu wa digital platform online media, pamoja na watu wote wanaodi na social media, bado wana changamoto nyingi sana especially Tanzania. Kama hiyo mikopo inakuja kwa online media, anatakiwa pia apambane kuhakikisha social media zote zina, kuepo, zina, zina kuepo kwenye term of payment, kwenye sehemu za malipo. Kwa mfano eh, YouTube tayari Tanzania inalipa, Facebook tayari Tanzania inalipa E, Twitter tayari Tanzania inalipwa, lakini bado TikTok hailipi pamoja na Instagram. Fikiria mtu kama Millard Ayo, fikiria kama wasanii pamoja na influensa, mtu ana followers Instagram mpaka milioni kumi mpaka milioni kumi na tano, lakini hapati chochote. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo anatakiwa akapambana naye ni kuhakikisha Instagram pamoja na TikTok inalipa kamisheni kama zinavyolipa YouTube, kama zinavyolipa Facebook kutokana na impression. Na ukiangalia Tanzania mtandao mkubwa wa mawasiliano ni Instagram huo ndo mtandao mkubwa, na sasa hivi unafata kwa kubwa kabisa ni TikTok. Wadada wengi wapo kule wanafanya mambo mengi sana. Wana, wanapata impression kubwa sana, lakini hakuna chochote wanachopata. Kwa hiyo tumwambie kwa Makonda, tunampa mfupa mwingine aende meta, aende akapambane Kenya, hapo watu wanalipa, South Africa watu wanalipa, na yeye aende akapambane Tanzania, Instagram ilipe na TikTok ilipe. Hiyo ndio itakuwa njia pekee ya yeye kuwakomboa vijana hao, na akilifanya hilo Makonda atakuwa amefanya jambo kubwa katika maisha yake, na hata saulika leo wala kesho, kwa sababu digito haidanganyi.